Leo Simba wapo kwenye safari ya kihistoria. Kwa mara ya kwanza kwa miaka 32 wameingia fainali ya kombe la shirikisho la CAF, ikiwa ni fainali ya pili kubwa baada ile ya mwaka 1993 fainali za kombe la CAF walipopoteza dhidi ya Stella Abidjan. Lakini mbele yao safari hii ni kwa mara ya imara, kuta imara za Rasi Berkane wanakutana nazo, kiboko ya michuano hii kati ya misimu saba iliyopita wametinga fainali ya kombe hili la shirikisho mara tano na kutwaa mara mbili. Mechi ya kwanza itapigwa leo Mei 17 Moroko, katika uwanja wa manispaa Berkane, Stade Municipal de Berkane, uwanja unaofahamika kwa pressure na rekodi ya kibabe Afrika. Mechi ya kwanza fainali itapigwa Mei 17 leo, kabla ya marudiano Mei 25 Dar es Salaam Zanziba au Zanzibar, ikisubiriwa taarifa rasmi kufuatia utata wa uwanja utakaotumika. Hii si fainali ya kawaida kwa Simba. Ni nafasi ya kuandika historia, kuvunja hofu ya timu za Afrika Kaskazini na kuweka misingi imara ya kubeba mataji haya na taji lao la kwanza kabisa la CAF, dhamira ni moja ya tu kuondoka Berkane wakiwa na matumaini kabla ya marudiano Dar es Salaam Mei ishirini na tano. Safari ya Simba kuelekea fainali hii haikuwa rahisi, lakini rekodi yao ugenini msimu huu ujapo si ya, ya po, kuridhisha sana, imefanikiwa kuwafikisha hapo walipo. Walianza katika hatua ya awali kwa kutoka sare ya bao sifuri kwa sifuri dhidi ya Ahli Tripoli ya Libya. Katika hatua ya makundi ugenini walicheza dhidi ya Constantin ya, ya Algeria, lakini wakacheza dhidi ya uh, Sfaksien ya Tunisia na Bravos do Maquis ya Angora bao moja kwa sifuri ugenini lakini sare dhidi ya Bravos moja moja, lakini wakapoteza dhidi ya Constantine bao mbili kwa moja. Katika robo fainali walikumbana na Almasri ya Misri na kufungwa bao mbili kwa sifuri ugenini kabla ya kushinda nyumbani na kufuzu kwa matuta. Katika nusu fainali waliwabana Stellan Bosch ya Afrika Kusini kwa sare ya bao sifuri kwa sifuri ugenini na kuhitimisha kazi nyumbani. Sasa katika mechi zote sita za ugenini msimu huu Simba amefunga mabao matatu pekee na kuruhusu mabao matano. Hata hivyo uwezo wao wa kupata matokeo ya kiufundi na kulinda heshima ugenini imeonyesha timu iliyokomaa kisoka na kikatili. Itakuwaje? Tusubiri hapo baadaye.